Hamisa Mobeto mpenzi wa Star kutokea ya klabu ya Young Africans ambaye ya ameitumikia kwa kadri ya takribani almost miaka kama minne. Sasa amekutana na mama mkwe kwa mara ya kwanza. Kama ambavyo unatambua, sasa hivi Aziz Ki sio mchezaji tena wa klabu ya Yanga na amejiunga na, na Waidad uh, kutokea kule uarabuni. Kwa hiyo hivi sasa anaenda kuwa na makazi mapya na maisha mapya kitu ki, na, na, na maisha mapya anaenda kuanzisha rasmi hivi sasa, lakini kitu kikubwa ambacho watu walikuwa wanajiuliza ni mke wake ambaye alitoka kufunga ndoa uh, mwaka huu. Mambo yalikuwa moto sana, wakiwacha watu mdomo wazi, na bidada akifungua chapta mpya na jamaa ziziki pia akifungua chapta mpya bana. Nchini Tanzania ameacha mtoto mpaka hivi sasa na amepata mke mmoja. Kwa hiyo maisha yamekuwa mapya kwa Aziziki akiwa nchini Tanzania na maisha mapya yameenda kuwa mapya pia ambako anaenda kuingia sasa hivi. Watu wengi walikuwa wanajiuliza Aziziki itakuwaje kwa mtoto wake na itakuwaje kwa mke wake? Wataenda wote ama atamwacha Tanzania na atakuwa anatoka mara moja anakuja na mvisiti ama maisha kama yatakuwa ni ya namna hiyo. Lakini kitu ambacho kimekuja kuonekana inaonyesha kwamba Aziz Ki anampenda kweli bidada ya Hamisa Mobeto, sijui dada yetu amemfanyia nini, lakini tunaamini machombezo, inawezekana jamaa imemnogea mpaka ameona bana, twende kabisa nyumbani tukaishi maisha mapya na nyumbani wakufahamu kabisa wazazi kwamba ndoa ambayo nilikuwa nimeoa mwanamke ni huyu na, ni chombo chombo kweli kweli, kwa hiyo bidada Mobetto sasa hivi ameelekea Burkina Faso kwa kina Aziz Ki, kwenda kutambulishwa rasmi na anaonana na wazazi. Na kweli amekutana mama mzazi wa Aziz Ki kama ambavyo umeziona picha zake, kweli wamefanana copy and paste kabisa na mtoto wake. Yaani, watu wengi wanasema kwamba Aziz Ki amechukua muonekano wake asilimia karibia tisini kutoka kwa mama yake. Wengi hawatambui picha za baba yake lakini Hey, watu wanasadiki kabisa kusema kwamba Ziki mwonekano wote ambao ameuchukua ni kutoka kwa mama yake. Ameonyeshia momenti mzuri sana akiwa Burkina Faso. Ziki ameonyesha uwanja ambao alikuwa anacheza kipindi kiko mdogo katika makuzi yake yote na mpaka hatua hivi sasa alivyoifikia ni hatua mzuri, na maisha yamekuwa ni mazuri. Kwa watu ambao hawatambui bana, kule Waidadi atakuwa analipwa kiasi cha dola elfu arobaini dola elfu arobaini kama mshahara wa kila mwezi ana ni kama milioni mia kwa pesa za Kitanzania. Kwa hiyo kwa mwezi mmoja huyu mtu atakuwa anapokea kiasi cha milioni mia hapo malupulupu yale pembeni bado hayajatajwa. Kwa hiyo ni maisha mapya ambayo ameenda kuingia na bidada, bidada, Hamisa Mobeto hivi sasa anaenda kuingia kwenye chapta mpya na maisha mapya anaenda kuanza tena, wakaanza kuonyesha kile kitu kipya ambacho watu labda walikuwa wajakitegemea kama kinaweza kutokea kwao. Mimi nawatakia maisha mema, wakaishi maisha mazuri na life likawa bora sana kwao siku zote, kwa sababu watu walikuwa wanaongea mambo mengi, lakini hivi sasa naamini jambo litaenda kuwa jipya na watu wataenda kuwa wapya, na yale maneno maneno, zile skendo na kelele zote zitaenda kuisha, kwa sababu amesha ama nchi, japokuwa amemchukua mama mtu kutokea Tanzania. Kwa hiyo Aziz atabaki kuwa shemeji yetu milele. E, bana, endelea kuto kutofolo katika Locha Media kwa sababu ndo sehemu pekee utakayojipatia updates kama hizi za michezo za burudani za kila aina kwa wakati husika. Mimi naitwa Dr. Mateka, bye-bye.